Toka kwa Kamau Mwangi, tuelekee kwake Jen Cherotich akitufahamisha kutoka kaunti namba 40 kwamba jamii ya Wateso kutoka Uganda na humu nchini wameungana kuzindua mpango wa kupigana na uovu katika jamii yakiwemo masuala ya, ya dhuluma za kijinsia na ndoa za utotoni kwenye mkutano wa kila mwaka wa jamii ya Iteso wa kusherehekea uongozi wa mfalme wa jamii hiyo Papa Sande Emolot, jumbe za amani, utangamano wa Afrika Mashariki na umuhimu wa kudumisha mila na tamaduni miongoni mwa watu hao zaidi ya milioni sita zilisheheni wageni kutoka mataifa mbalimbali mbali ya jumuia ya Afrika Mashariki na hata nchini India walijumuika katika wilaya hii ya Bukedi ya Uganda Mashariki, wakivalia mavazi yao ya kitamaduni ili kuchochea maadili miongoni mwa jamii hiyo yenye asilia ya Ethiopia. Washauri watatwikwa jukumu la kutembelea familia nyumbani mwao kando na kuandaa makongamano ya mara kwa mara ya familia. I want to see in Iteso.

Wamesema kuwa nia ya yao kuu ni kuona kuwa mimba za utotoni zinakabiliwa, jamii zinaishi kwa amani pasi na dhuluma za kijinsia zinazosababisha maafa, pamoja na kuhakikisha vizazi vinadumisha mila na tamaduni zao chini ya ufalme wao.

Abekoi, why, why is the office of the Akale doing this? One is to promote uh, being in school stay in school

Mataifa ya bara Afrika yamehimizwa kudumisha umoja kupitia makongamano ya mara kwa mara ya kutangamana na kuonyesha mila na tamaduni mbalimbali zinazopitishwa katika kila kizazi licha ya changamoto za teknolojia. But I'm talking about every African, is that you can never know who your brother really is until you know the person whom you share the same blood, uh, the, the, same color of the skin. Kama bunge tumechukua hatua ya kuhakikisha kwamba kuna sheria ambayo inawezesha utamaduni kuimarishwa katika bunge letu la Busia. Imebainika kwamba utamaduni unazidi kuwaunganisha wananchi kutoka Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla kama ilivyoshuhudiwa hapa katika wilaya ya Bukedia, Uganda Mashariki. Kutoka hapa Uganda Mashariki, jina langu ni Jane Cherotich Nime...